Mungu ni mwema kila wakati, kila wakati. Mungu ni mwema. Ndugu zangu wapendwa wa familia ya Mungu. Jioni ya leo tupo katika novena yetu kwa Mungu Roho Mtakatifu tukimwomba Mungu Roho Mtakatifu atujalie nguvu. Ndugu zangu, binadamu aliye hai ana sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni mwili na sehemu ya pili ni roho no. Ni mwili na no. Ukiona mtu unaweza kuongea kama mimi hivi, kama wewe unaweza kuimba, unajikuna unajikuna hadi kujikuna, unacheka unafurahi, unaongea na watu unafikiri kwamba niende nikafanye shughuli au nisiende, ujue Una roho wa Mungu anayefanya ufanye yote hayo. Roho wa Mungu akiondoka, roho inayotia uzima ndani yako ikiondoka, huwezi kufanya lolote. Kwa hiyo Yesu alituambia roho ndio itiayo, si mwili haufai kitu. Kwa hiyo tunaona yote ya nayo yafanya ni kwa sababu roho wa Mungu yuko ndani yetu. Huyu roho wa Mungu yuko kwa binadamu yeyote yule, roho wa Mungu, lakini huyu binadamu Tunaambiwa leo tunamuomba Mungu atulie nguvu. Nguvu za aina gani? Ili uweze mcheza mpira, ili uweze kucheza mpira vizuri. Inabidi wewe umekula vizuri ya mishipa, alafu umefanya mazoezi ya kutosha, anakuwa na stamina ya kucheza mpira. Ukitaka kwenda kuchana mbao asubuhi au kuchimba viazi, unaona unategemea kubeba kichwani. Inabidi asubuhi umekula kitu kizito kumboni ili uweze ka kufanya kazi kwa muda. Kwa hiyo unagundua kwamba yakufanya kazi lile lazima uwe umeshiba. Unapiga miayo kunapiganiayo unaweza kufanya kazi, lakini leo Mungu Mtakatifu ungondatatujalie nguvu za aina gani zozi? Sasa atupatie nguvu za aina gani? Atupatie nguvu za kiroho, atupatie nguvu za kiroho, ndugu zangu huku nje unaweza, kama unaonekana una nguvu, unafanya kazi, unafanya lile na lile na lakini kiroho umekonda, uweza hata kunyanyua chochote. Tunahitaji nguvu ya rohoni, nguvu ya kiroho, nguvu ya kiroho ambayo inatusukuma sisi asubuhi, kukiwa na baridi, mvua inanyesha, unasema kanisani lazima niende, hapa alali mtu, lazima niende kanisani, wamenika wenzako walienda kwenye jumuia na unaona kabisa bwana pale, sijamwagilia sijafua nguo, ni nguvu inayokuambia niende kwanza kwenye jumuia ndo nirudi kufanyizia hizi kazi. kwenye mvuko unakawale tukanakanakayela kamituna ya elfu hamsini unasikia, hapa kuna mchango bwana wa ujenzi wa kanisa, tunaomba ile nguvu itakayosema mimi ndo nawajibika kuchakia ujenzi wa hili kanisa, natoa yote, Mungu atalipa tena. Hiyo ndio nguvu tunayoiomba hapa ni ile ambayo inakuwa ina muunganiko na moja kwa moja pamoja, nguvu ya kiroho inayotusukuma kutenda yaliyo mema, kutenda yale ambayo Mungu anataka tuyafanye katika maisha yetu. Kama mzazi, je, ninayo nguvu ya kuwashauri watoto wangu hata kama wana ndevu siku hizi? Ukiona una nguvu ujue roho wa Mungu hujamuomba. Mwombe Mungu akupe nguvu ya kumshauri mtoto wako hata kama ni mtu mzima, kumuita, kumkalisha chini: mwanangu, mimi ndo mzazi wako, nakwambia moja mbili na tatu, ekebisha naaidika mbele ya watu. Nguvu hmm, ya kushauri watu vizuri, nguvu ya kuepuka magomvi, nguvu na ujasiri wa kutetea imani yako, nguvu ya kuwa Mkristo hai sio Mkristo aliyelala, nguvu ya kufanya uwe jasiri kujitambulisha mbele ya watu kwamba mimi ni Mkatoliki. Unafika kwenye gari nakuta nanga tu safari, hakuna akuna ile nguvu kusali wala nini. Kwa nini? Kwa sababu unaona ah, watanionaje? Kuna nguvu ya kiroho inayokuona ujivunie jambo lako la kiimani.

Ha, na hakunavyouaaliwanawa nguvu oh, ya kujiamini kufanya mambo yanayosema imani yako oh, na nguvu hii tunaipata wapi? Tunaipata kwa Mungu Roho Mtakatifu, anayetujalia sisi tupate nguvu ya kufanya haya yote, na katika kanisa huyu Roho Mtakatifu nguvu hii ameiweka katika sakramenti zetu. Mkristo, anayepokea sakramenti katika zile saba, unapopokea ile sakramenti unajaliwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hivi mtu asikupuuze akasema hichi amna nguvu ya Roho Mtakatifu, we naye kwa sababu hata hataelewa. <laughs> Ukiona wewe umebatizwa, umepata kipaimara, umepata komunio ya kwanza unapokea gaikalisi kumbia, unapokea umefunga ndoa, ah, kweli, na mpako wa wagonjwa. Umepata kama unaumwa, hata kama unaumwa huwezi kunyanyua mkono, unapopokea sakramenti ya wagonjwa unapata nguvu ambayo nje haionekani, ila Mungu anakutia nguvu. Ndio maana unakuta hata ile mgonjwa aliyepata mpako, unaona kabisa alikuwa hana uwezo hata kunyanyua mkono, acha mpako, unakuta ah, kidogo unakuwa na changamka na uliziana jembe langu lile liko wapi? kuna nguvu anakuwa anaipata kabisa ya hali ya kimwili ngonja. Na hivi hata sisi kupitia sakramenti, Roho Mtakatifu anatujalia nguvu. Nguvu nyingine Roho Mtakatifu anatujalia tunapokuwa watu wa sala. Unapokuwa unasali unapata nguvu ya kusonga. kuna eh, wakati mwingine kuna jambo linakuwa linakutia hofu, ukimwomba Mungu a hapa, najua wengi hawajafanikiwa kufanya hili lakini naamini Mungu, kwa nguvu yako unaweza kunisaidia nikafanikishe, na unakuta unafanikiwa. Unasema, Bwana, hapa Njombe hawajawahi fungua duka na kutengeneza bodaboda, mimi nataka nifungue kiwanda, sio tu duka, kiwanda, tutengeneza matairi hapa hapa. Mungu naomba atakapo kujalia. Ofu. Mungu mwaka huu sijafunga ndoa, nijalie nguvu, kisha mwaka huu ninafunga ndoa. Naomba isitokee ishitokee kitu chochote cha kupiga, kisha nafunga ndoa. Mungu atakujalia, milango itafunguka, utafunga ndoa. Kwa hiyo tunachokiomba sisi hapa ni nguvu, tunaipata katika sala na tunapopokea masakramenti. Ndio maana mana huwa tunasisitizana, jamani, sala iwe chakula chetu cha kwanza. Sala hiyo ni mazungumzo yetu ya kwanza. Kabla hujazungumza na mtu yeyote, mambo amka, zungumza na Mungu. Kabla hujaenda kulala, agana na Mungu. Naomba ulinzi wa Mungu. Hapo ndio unapata nguvu. Uh. Hata kama umelala umekuja majamaa maj, maj, majama, kushughulikia, hayakukuti unakuwa umelindwa na malaika wako walinzi pale. Unafika pale jamaa mmoja kama atakuona hivi. Kumbe bwana malaika atakuondoa. Hmm?

Tusiwe waoga kuishi imani yetu hiyo, tunayomuomba Mungu wa Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo, Kristu.